Salamu alekum bwonayesuasfire kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa kutupa nafasi kukaa hapa London pamoja. Mimi mwenyewe London kwa mara ya kwanza like two and a half anahaf years ago, sijawa kuishi Ondon. So uh, nimepokelewa na hali ya hewa cha kulalamika kila sikuby. So, uh, uh, kwa wale ambao ni wasabiki wa Manchester United weka mikono juu. Asee, pole sana dakika like 45 paka tuchapo, sijui takuwa ngapi leo, lakini tuombe Mungu tusipigwe sana. n anyway, mimi ni mwanzishi wa kampuni ya Nala uh, it's uh, tunafanya tuna biashara ya kutuma fedha kutoka Marekani, Uingereza, nchi 19 Ulaya kwenda nchi 11 Afrika, japo of course Tanzania ni nyumbani And juzi uh, juzi tukafungua nchi zingine uh, Philippines, Pakistan, India, uh, na tunafanya kazi ni sio kazi rahisi but uh, tunajitahidi sana kama kampuni ya kitanzania ku expand into many countries internationally so of course kwenye events za hapa ubalozini najaribu ku support and try uh, to to, to support in many ways that we can with the embassy and the work that ambassador mbelo is doing um, and uh, it, i know it's not easy but it's nice to see so many people here so leo three years ago tulikuwa na wateja kama hamsini hivi and mostly walikuwa wa Kenya and leo nifurahi kusema na tunateja laki tano in three years, and uh, ningependa kuwashukuru sana wa Tanzania ambao wanatupush na wa Zanzibar pia wanatupush kwenye community zenu, and also kuambia rafiki zako ambao wanaweza kutumia NALA. Inatusaidia sana, mimi kama kijana wa Kitanzania inanipa moyo sana kupush. Uh, hii picha ni Zanzibar nilipeleka timu yangu yote Zanzibar. Watanzania wapo, wazungu pia wapo. Uh, tulikaa hapa Zanzibar nikasema okay, within 3 years nataka tufike at least wateja laki moja. So uh, of course, ilikuwa big dream kufika pale, na tulivyofika wateja laki tano nikasema sawa, turudi Zanzibar. Na hiyo ndio timu yangu Zanzibar sasa hivi so tufika leo naajiri watu mia sitini Uingereza sitini na saba. Kila mtu ambaye anafanya biashara hapa unajua kuwa kuajiri watu Uingereza ni bei kubwa sana, na pia kumtoa mtu ofisini pia ni bei kubwa sana kuna. Sherehe nyingi sana and uh, kuna watu kutoka nchi thelathini na tano kwenye timu yangu, um, of course najaribu kuwakilisha Tanzania kila mtu hapa nimewapeleka Zanzibar. Kila mtu kwenye kampuni yangu anajua kampuni imezaliwa Tanzania, lakini kupambana na na kampuni zingine ni ngumu. So um, tunajitahidi na ningependa kuomba tu watanzania ambao wapo hapa na Wazanzibari, sisi ni kampuni ambayo inaweza, unaweza kupeleka hela kwenye benki zote Tanzania, pia PPZ, Zantel, mtandao zote za simu, TTCL Airtel, airlcm, Mpesa, Tigo Pesa, siju Yas, kampuni zote za tine Tanzania na benki zote Tanzania. Ni kampuni pekee ambayo tunapeleka kwenye account zote tanzania. And, um, <clears throat> kama kuna mtu hapa ambaye ajawai kutumia Nala uh, tunajitaidi leo uki, namba husikani hii kodi, kama ujawai kutumia Nala na unaweza ku, ukidownload uki leo, mi mtakaa hapo nje uje kwangu, nitakurushia dola uh, pound kumi bure kama kama hujawahi kutumia nala, naomba uskani hiyo kodi upakwe kwanza, kabla sijakutumia ile pound kumi nitakuuliza kwa nini mpaka leo hujatumia nala, alafu kama huna jibu utaniangusha. Maana ni kiukweli, ni, ni sio biashara rahisi ku, kuendesha haswa hapa Uingereza na Marekani tuna competition nyingi sana na kampuni nyingi sana ambayo tunapambana nao ambao wana hela nyingi sana kuliko hata sisi, baadhi kama Sendwave, Remitly, lakini tunajitahidi always kuwapa rate kuliko zote. Hiyo rate ni ya leo, nime, nimecheck leo kabla sijaja hapa. So we are always trying to be the best, lakini ni ngumu, it's not easy, tunajitahidi sana. Kwa hiyo naomba kama hujapakua app, scan hiyo code, pakua hiyo app leo mtakapo hapo nje mwishoni tunaweza kupiga picha tuongee, lakini utanijambia kwa nini mpaka leo tunajitaidi. Anyway, that's all I have to say, uh, um, and uh, tuombe tu ni request yangu moja tuombe, as, as we continue to grow the business, you know, mimi nampongeza kila mfanye biashara hapa kutoka Zanzibar au Tanzania ambao wanaishi hapa Uingereza. Najua kuanzisha biashara ni ngumu kutengeneza biashara ni ngumu. Kuna changamoto ambayo unapita wewe binafsi tu unajua, so mimi na, naomba Mungu akupe nguvu, na pia mimi ninaomba umniombee tu basi. Asante sana, mbarikiwe.